nite munga sauti teule siku zote, nimekuja na gufu. Nami hewani nimetulia back left. Ndani ya drive ni cardiac poet kabobaya, niite Mnyamwezi msikilizaji, ba waziri <laughs> ndo jina langu, lakini sana sana niite bingwa wa viporo. Hey, bwana it is a Wednesday, msikilizaji pale mm, kwa tumekwaidi kwamba eh, tutakuwa tunakuletea mgeni ambaye eh, takuwa najaja hapa mjigoni ah. Eh, nazungumzia kwa wale mbao wanatufuatilia katika mitandao ya kijamii E, kupitia mtandao wa Facebook, Instagram mpaka TikTok. e, tushadondosha no tayari wangu linajieleza lenyewe, by the way. Eka Clinic mm. e, kwamba hapa yupo mjengoni, uh, boy from uh, Bamburi hapa. Eka Clinic hapa hapa mwamba ambaye anapenda sana kupepeta hiyo mm. Sijui anapenda kupepeta nini lakini amejiajaa hapa zima. Bwana, nazungumzia e, Kenyan boy, nikisema Kenyan boy, kipi kinakujia kilini? Eh, bwana najua ni Masauti yupo mjengoni. Pa mambo vipi brother, uko vizuri? Nashukuru. I say RKO. E, B. E, e. Rich kids of Bamburi. Ebwana, yeah. Karibu mzee. Thank you so much. Mjengoni mzee. Ebwana, jisi huru, feel at home na uh, manake hapa mm. Swahilipot FM bana ni mahali ambapo wanakusikizaga sana yeah. Wametaka sana kuujiwa kwako yeah, lakini sure. Kupitia anajulikana kama nani huyo, uh, Banelson Empire. Yeah. Umefika mjengoni mzee. Kabisa. Jisi huru baba. Ebwana, yeah. Masauti, moja kwa moja uh, shughuli za kisanii na wewe mwenyewe binafsi zikoje, zikoje, zikoje? Ah, mi nashukuru niseme siwezi lalamika, lakini nashukuru Mungu mm, kwa uwezo wangu ule ule nafanya kopoa kwa upande wangu nashukuru. Mm. Yeah. Kuna, kuna tetesi nyingi sana kwamba Masauti yeah, ni mtu ambaye anakuja akipotea, anakuja akipotea yeah, lakini mimi binafsi nime notice Masauti akipotea. Alright. anakuja na ngoma kali, hata mm, nyamaza kidogo atakuja kidogo utasikia dawa ya baridi atapotea kidogo right. So siri ni nini? Mbona wewe unapenda kuingia mitini halafu narudi, ama hizo testi za kirongo? Siingii mitini, yani mm. Ile tu kwamba kuna sometimes kila mtu anapanda shuka zake s so, right. Kuna mambo mengine inabidi tuyafanye huku sasa huku no. Pia kwengine kwa stop nini, so lakini si ati kwamba naenda narudi naenda, mimi nipo, huwa anatoa muziki, sema tu watu hawajapata ku, ku, kitu kizuri kile kutoka kwangu ambacho wanakitaka wao. Okay. Yeah, Wow. Lakini mziki naitoa Mm, e yeah. Bwana e. Noma sana maanake e, wanasemaga kwamba e, mziki hapa hapa pwani pia unaweza kutoka ukaenda nje. Eti kwamba baadhi ya watu ambao wanasema bana Masauti moja kati ya wasanii ambao wametoka hapa hapa mjini lakini wakatoka wakaenda zao Nairobi eti kwamba hapa mjini hapatoi watu tena. Kidogo bichi gumu. Bichi gumu. Mm. Wewe kwa muonekano wako unalizungumziaje hilo swala kwamba umetoroka bichi lako uende ukajaribu bichi la wengine kama litafaulu? Hata hilo bichimbe tuko huko ndo gumu sasa. <laughs> <laughs> huko e, yani fresh so, kuweza mm, piga kona yako ya kuwa, kwanza ya pili ukaona kwa kina ah, Abdala pale uanja yeah. Ukapigwa viazi lakini all right. Mm-hmm. Kule ukadoka ukapiga kona ngapi kule kama mtu akuelewe akuelewe, huwezi saidika, so kule ndo kugumu mwanzo oh. ya yeah. Alright. Kitu ambacho nafikiri eh, kinaleta eh, story nyingi katika mtandao wa kijamii. Ama kileta story nyingi katika mtandao wa kijamii. Mm-hmm. Nazungumzia kauli ya Khaligraph Jones ambaye ni mwanao sana. Mm-hmm. Bwana alisema kwamba wewe ni mvivu. Mm-hmm. Bwana kitu ambacho nafikiri kilikupatia moto fulani mpaka ukamtafuta ama whatever happened happened. Mm-hmm. Mkaingia mpaka studioni. Lakini bado unapata washauri bado ni wengi wengi. Alikuwa hapa Eduli Sykes kutoka Benia Bongo Plus 255. Mm-hmm. Alikuwa anasema pia inabidi pia ukue makini. We unajichukuliaje ile swala kwamba baada ya Khaligraph, yeah. Amekupatia lile e, neno la kufu wengine yeah. Bado pia wanaleta chukuchuku za kwao okay. Yani kali yeye kusema vile hakuna makosa yote ya. E, ye, alisema yani iko tu sawa, alafu mimi nilichukulia tu kama brother tu amenishtua kwamba oya, kwa vizuri no, lakini yeah. Kidogo sio sioni vitu vipi kwani mm. Lakini yeye mwenyewe yajua kwamba si ati ni uvivu ni ile tu changamsha mitandao sometimes, alafu pia alini changamsha nikaona, nika wacha wacha wacha niitilie mkao so iko mm tu sawa. Yani mi sitachukulia vibaya, that's why ona, tuko naye kwenye hiyo nyimbo hapo. Oh, so. Mm. Oh, wow. Yeah. Very Nice. Bwana msikilizaji kupitia 0700917917 ama 0732917917 msikilizaji. Itakuwa namuuliza Masauti moja kwa moja mubashara zaidi pa ama kupitia mtandao wetu wa Facebook pa Swahilipot FM. Itakuwa tunamuuliza yote yale ambayo utakuwa nayo kutoka kwako, lakini hapa itakuwa tuna meza kidogo tu tama la maji, tukirejea itakuwa tunazidi kuingia mjini. Hapo hapo usiniache, takio ni kimoja tu, usiende kwa sanduku wala. Usibonyeze kile. Zetu